Wakazi wa Marafa katika eneo la Magarini wamehimizwa kuhifadhi maji msimu huu wa mvua. Katika hafla ya kusambaza matangi ya maji kwa makundi mbalimbali eneo hilo, viongozi wa kijamii wamewataka wakazi kutumia mbinu hiyo ya kuhifadhi mali ili waweze kustahimili ukame wakati wa kiangazi. Kulingana na wakazi, japo serikali ya kaunti hiyo imesambaza maji katika maeneo mengi, uhifadhi wa maji unasalia changamoto kwa wengi. Hayo inajiri huku mradi wa zaidi ya shilingi milioni kumi wa sambaza maji ukitekelezwa na serikali ya kaunti, wakazi wakisema mradi huo wa kilomita sita utatoa suluhu ya kudumu. Eneo hilo la Magarini ni moja kati ya maeneo kame zaidi katika kaunti hiyo. Nikiwa nimesimama hapa, ninatoa kwanza shukurani kwa sababu ya haya matangi yatatusaidia kiasi kwamba sisi wamama, angalau tutapumzika ile kutembea muda mrefu wa kutafuta maji. Maana pengine maji yako hapo, lakini hamna kitu ya kuwekea maji yametokea ya, siku ile maji yakija, ni kama uko na mitungi miwili, utabaki na hiyo mitungi miwili, kesho hauna maji, maji hakuna. Lio kikubwa cha wananchi ilikuwa ni wapate maji, maji ya kunywa, maji ya mfereji, maji safi hivyo basi na nilipochukua nafasi hii nikaona ya kwamba afadhali ni mwanzo, ili wananchi wasipoteze muda kutafuta maji, wanaotembea kilomita kumi, ishirini kutafuta maji, kuona hayo tuweze kuyamaliza ili wawe na muda wa kujitafutia kimaisha. Kuhifadhi maji ni lazima uwe na kile chombo cha kuhifadhia. Tulikuwa hatuna, lakini sasa kama hii programu itaendelea Magarini itajisaidia kwa kuhifadhi maji kwa kutumia haya matangi, kama hii programu itaendelea, kwa sababu kwa sasa hivi hayatoshelezi, lakini wale watapata washukuru, yakija tena tuongezewe, ama wengine pia wapate, ili tuwe tuna vyombo vya kuhifadhi ya maji Magarini vijana